ya kununua au hata kuuza hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa kutumia vigezo viwili. Kimoja hapo kinaitwa RSI na kingine kinaitwa MACD. Sasa huko mbeleni nitawaeleza hivyo ni vitu gani, lakini jambo la msingi ni kuwa unapowekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, nia yako ni, ni, ni kutaka kutengeneza pesa. Sasa utatengenezaje pesa? Ndio haya mambo ambayo tunayajadili, ili kusudi uweze kufanikiwa kutengeneza pesa, kwa sababu kuna watu wanatengeneza pesa kwelikweli, lakini kuna wengine ambao hawaelewi taratibu zinazotakiwa kufuata, wanapoteza pesa. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola, kaa nami mpaka mwisho wa kipindi. Sasa hebu wazia kwa mfano, wewe unafanya biashara, pengine una sehemu yako ambapo unahusika na mambo ya wakala wa simu, kwa hiyo unatengeneza pesa, au una duka lako la kuuza nguo au hata saluni, kwa maana kuwa unapata pesa. Inawezekana kwa mwezi ukapata faida laki tatu, laki tano, hata milioni moja. Sasa hiyo faida unaoipata unaitumiaje? Hebu waza hili, una biashara yako labda ni duka la jumla, labda ni frame ya M-Pesa au unauza nguo mtandaoni. Kila mwezi unapata faida tuseme laki tatu au hata laki tano. Unachukua ile faida unaweka benki, unajiona uko salama. Lakini baada ya mwaka mmoja, ile pesa bado ni ile ile, na mbaya zaidi, vitu vimepanda bei. Pesa yako imepoteza thamani ikiwa imelala. Hili ndilo kosa analofanya Juma. Juma ni mjasiriamali mali kama wewe, anajua kutafuta pesa, lakini hajui kuituma, kuitumia pesa imletee pesa nyingine. Leo nitakupa siri matajiri wanaoitumia pale Dar es Salaam Stock Exchange. Nitakufundisha vitu viwili: kimoja ni RSI na kingine ni MACD. Usiogope majina haya ya kizungu, nitakuelewesha kwa lugha ya dukani kwako, ambayo utaielewa sasa kutokana na hayo niliyokuambia, nitakufundisha sasa haya mambo mawili, moja ni RSI na lingine ni MACD. Sasa usiogope eh, haya majina ni majina lakini nitakuwa cha muhimu wewe yanahusika na, na kitu gani. Kwa hiyo sasa tuanze hiyo shughuli sasa. RSI ni BHA. Hiki ni kitu gani? Ngoja nikueleze. Sasa tuanze na RSI. Kwa kirefu kwa kirefu chake ni Relative Strength Index, lakini kwa lugha ya biashara hii ni kipimo cha uhaba na wingi. Sasa fikiria wewe unauza chips, ukienda sokoni, unakuta viazi vimejaa kila kona, Bei yake inakuwaje? Inakuwa chini, si ndio? Kila mtu anauza, hakuna anayetaka kununua. Hapa tunasema soko lime- limejaa, au lime oversold, limeuzwa sana. Kwenye soko la hisa, mita hii ya RSI ikishuka chini ya namba thelathini ni kama vile viazi vimejaa sokoni na bei imeshuka sana. Hii ndio fursa ya kununua. Unanunua hisa za CRDB au NMB wakati RRSI iko chini ya 30, kwa sababu bei ni achee. Sasa geuza picha, viazi viazi vimeadimika hapo sokoni, kila mtu anataka viazi, sasa bei inapaa hapa tunasema soko limekuwa overbought, yaani limenunuliwa sana kwenye mita yetu ya RSI. Ina maana inapanda juu ya sabini na rangi inageuka, inakuwa nyekundu. Sasa wafanyabiashara wengi ambao ni mabisho wanakimbilia kununua hisa wakati RSI iko juu ya sabini kwa sababu wanaona kila mtu ananunua. Hapo ndipo wanapoliwa. Wewe mjasiriamali mjanja, RSI ikifika sabini, unajua bei iko juu sana. Huu sio muda wa kununua, labda ni muda wa kuuza na kuchukua faida yako. Hebu sasa tuangalie MACD na hiki nacho ni kitu gani? Sasa hebu tuangalie MACD ambao ni sawasawa na kujua upepo unapoelekea. Sawa, sasa unajua bei nzuri, yani RSI. Lakini utajuaje kama bei hiyo itapanda kesho au itaendelea kushuka? Hapa ndipo MACD inapoingia sasa. Ukiangalia skrini hapo, utaona inaonyesha mistari miwili inayokimbizana, mmoja wa bluu na mwingine ni mwekundu. Sasa MACD ni kama dira ya upepo, ina mistari miwili, mstari wa haraka, yaani kama pikipiki na mstari wa polepole kama lori vile. Sasa sikiliza kwa makini hapa. Sasa hii pikipiki tuliyoizungumzia ni sawasawa na mstari wa blue. Ikilipita lori ambayo mstari wake ni mwekundu kwa kwenda juu, hiyo inaitwa golden cross, yaani pale mahali ambapo inampita mwenzie. Hiyo ni ishara ya kengele inalia, ikisema upepo umebadilika, bei inaanza kupanda sasa hivi hapo ndipo unapoingiza ile pesa ya faida ya duka lako sasa. Lakini pikipiki piki ikikata kona na kushuka chini ya lori, hii inaitwa death cross, ni ishara mbaya, inakwambia upepo wa biashara unakata sasa. Hii inakuonyesha bei inaenda kushuka. Kama una hisa zako, huu ndio muda wa kukaa chonjo au Kuziuza. Sasa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu na nina wito ambao nataka kukuambia, hebu kaa nami nikuelezee huo wito wa wangu. Ndugu yangu, elimu ya biashara sio tu kujua kuuza dukani, ni kujua kutunza na kukuza. Usiogope soko la hisa. RSI na MACD ni tools tu, kama vile unavyotumia mashine ya EFD au kikokotoo. Hauhitaji kuwa na mamilioni. Anza na hicho kidogo unachopata, jifunze kusoma hizi alama. Kama unataka nifanye video nyingine nikikuonyesha live jinsi unavyonunua hisa kwa kutumia hizi tools kwenye simu yako niandikie DSE live kwenye comments hapa chini. Kumbuka, matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, pesa inawafanyia kazi wao. Mimi Ali Mwambola, na tukutane kwenye video inayofuata ya Tan Business Channel Online Television. Asante na karibu tena Uwekezaji Tanzania.